Kwa wale ambao labda hamjijui au hamjui jinsi mlivyo wazuri, mimi naongea kama mwanaume, na jinsi miili yenu Mungu alivyowapa, unachotakiwa kukifanya, ongeza tu little spicy, vitu vidogodogo vya hapa na pale, take care yourself, fanya zoezi. Na zoezi sio kwamba uende kwenye majimu makubwa au usijui nini. Aa, zoezi unafanya ukakaa sehemu yote ukafanya zoezi zako mbili tatu na uzuri wa siku hizi kuna access nyingi za kuangalia watu wanafanya mazoezi. Kuna mazoezi mengine unafanya tu nyumbani, huna haja ya kwenda kokote. Labda ukija kuwa na visendi vyako, unaweza kwenda gym ukapata mtu wa kukusaidia kufanya mazoezi, lakini nataka kusisitiza swala, mulivyo barikiwa kimwili, haina maana uwe mku, una mwili mkubwa au una mwili mdogo, huwezi kufananisha na wazungu, yaani hiyo kitu mi naongea tena, nasisitiza huwezi kufanisha na wazungu kwa jinsi Mungu alivyowabariki kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo salute to you sisters, endeleni kufanya mnavyofanya.